Lazima ukubaliana na matokeo ya mpira ambayo yanatokea. Kimsingi mimi kama Kisugu nimeanza muda mrefu kupanda Simba Sports. Unapopenda mpira lazima kwanza ule iamini, kwamba ukubaliane na matokeo ya football na ufanyaji yanatokea. Kuna kushinda, kuna kufungwa, kuna kusuru. Sisi kama mashabiki wa Simba tumeumia, lakini hakuna namna. Kimsingi kusahau yale matokeo ambayo tayari yameshatokea, kujipanga tena, kwa sababu tunaamini kwamba tuna mechi mbele yetu, zinakuja mechi tafu, mechi ambazo tunahitaji kupambana kupata matokeo. Kimsingi lazima tuyasahau matokeo yaliyopita, kwa sababu tutaendelea kuzungumza kile ambacho tunachoenda kuzungumza, lakini hakuna maneno yetu yote atakayokwenda kubadili matokeo ya mchezo ambao umeshafanyaje, yameshatokea. Kimsingi tusahau yaliyopita tuangalia yanayokuja. Kisugu, misimu miwili nyuma Simba ilianza ili vibaya katika hatua ya makundi, ilipoteza mchezo wa kwanza ambayo ilikuwa mmecheza ugenini dhidi ya Horoya, mkapoteza kwa goli mbili, mkaja Benjamin Mkapa tena mkapoteza, ila katika kundi lele mlipata mtu ambaye mlimpiga ndani nje. Kwa Simba hii ya sasa hivi na kundi ambalo mmepangwa, unadhani kuna timu ambayo unaweza ukachukua point sita? Kwa kwenye football inawezekana, kwa sababu hata uko nyuma wakati tunapoteza hizo mechi, hakuna mtu alitarajia kwamba tungeweza kupata matokeo ugenini lakini pili, niwaombe sana wana Simba, tusiishi kwa historia kwenye football. Tuishi kwa uasiria kwenye nini? Kwenye mpira. Tusilete mawazo ya kusema kana kwamba mwaka jana yalitokea, tukaamini mwaka huu anaweza kufanyaje kutokea. Kinachotakiwa ni kupambana, kusimama kwenye dua na sara kwa pamoyo. Vijana, kuna namna ambavyo wanakwenda kufanyaje? Wanakwenda kupambana. Mimi naamini bado nafasi kubwa tunayo lakini moja, ili tuweze kufanya vizuri na nafasi hiyo tunayo, lazima tusimame, Simba, kwenye slogan yetu ya Simba nguvu moja. Tunaamini kwamba watu wameumia, tunaamini kuna maneno mengi watu wanazungumza, lakini mwisho wa siku waswahili wanasema yalopita sindwele tugange yajayo. Mwaka jana au mwaka juzi hatukuanza vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini mwisho wa siku tulifanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini pia inawezekana ukaanza vibaya ukamaliza vizuri lakini inawezekana kwamba ukaanza vibaya na ukamaliza vibaya, na inawezekana ukaanza vizuri ukamaliza vibaya. Huo ndio mpira ulivyo, lakini bado naamini tunaweza tukafanya vizuri kwa namna ambavyo mwalimu Pantev kwa maana meneja anaendelea kuipambania timu yake. Ameona makosa ambayo aliofanyika katika mechi ile, na anaamini kwamba atakwenda kurekebisha yale makosa, atakwenda kuwa nini mazuri na yale mazuri yataendelea kuwa mazuri zaidi, na yale mabaya yatakuja kuarekebisha kwa nini kuwa mazuri. Inshallah tutakwenda kufanya vizuri. Mali Sugu, katika mchezo ule, wewe ni mtu wa mpira na uliutazama mchezo, unadhani eh, mwalimu ndo alishindwa ku, ku, kuweka mipango yake sawa kuweza kupata matokeo ama uwezo wa wachezaji ulishindwa ku, kuyamua mechi ile, ama bahati pia ndo ilikosekana katika ile mechi? Mimi naamini kwanza, kimsingi, lazima niseme hatukuwa na bahati katika ile mechi. Hilo ndio jambo kubwa ambalo mimi nitalia nalo, lakini la pili ni kuwakumbusha wachezaji wetu, hizi mechi za kimataifa, nafasi wanazozipata lazima wazitumie. Mmoja katika mechi ambazo za hivi karibuni tumetengeneza nafasi nyingi katika mechi za kimataifa ni mechi ya Simba dhidi ya Petro, na mimi, kila mmoja alikuwa shahidi, kila mmoja ameona namna ambavyo wachezaji wetu walishindwa kuzitumia zile nafasi. Niwaombe sana wachezaji wa Simba, ufahari wa Simba na ukubwa wa Simba unapatikana katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo nikukumbushe, pindi ndapo unapopata nafasi, wewe makini kuzitumia hizi nafasi. Ni mwombe sana Captain Shomari Kapombe ya Babaesta, akae sana na wachezaji wenzio, kwa sababu yeye ndio kiongozi, ajaribu kuzungumza nao pindi ndapo nafasi zinapopatikana, basi wafanyeje? wasitumie unapokwenda kushiriki mashindano ya klabu bingwa, maana yake unakwenda kucheza na timu ambazo ziko vizuri, ziko sawa sawa, unaenda kukutana na majanti kwenye bara la Afrika. Pindi endapo unapokosa nafasi kuzitumia, basi amini, akipata nafasi moja naitumia na kuadhibu mechi inakosha. Ukiangalia mechi ya Petro, tuitengeneza nafasi nyingi. Leo mashabiki wengi tumekuwa, kilio chetu kwa mwalimu wa kupanga strikers. Ni kweli nawezekana, mwalimu wa kupanga strikers? Ni kweli kwamba mwalimu alipanga midfield wengi kuliko strikers, lakini lengo lilikuwa ni nini? Kupata matokeo katika ile mechi, ni kutengeneza nafasi kwenda kuzitumia nafasi. Tumekwenda tume kuzitengeneza nafasi, wachezaji wameshea kufanyaje kuzitumia. Kwa hiyo mimi kwangu binafsi lazima nikiri kwamba wachezaji wa Simba walishindwa kuimaliza ile mechi kwa sababu nafasi tuozipata, walishindwa kuzitumia lakini pia wale ambao wanalalamika mwalimu wa kupanga sweka, inawezekana pia na wao wakawa na hoja za nini za msingi ambazo mimi siwezi ku kupitia nini vyombo vya habari, lakini pa lazima nitakiwa tukumbuke, mimi binafsi nimesema wachezaji wameshindwa kumaliza game. Mimi kwangu ndio huo mtazamo wangu, wachezaji wameshindwa kumaliza game wachezaji nimezungumza kwa sababu Simba hakufungwa mchezaji mmoja kwa sababu alikosa nini nafasi, imefungwa Simba nzima. Maana yake mchezaji anapokwenda kukosa nafasi, wachezaji wenzake lazima wamkumbushe majukumu ya, yake. Pinde ndapo anapopata ile nafasi, afanyeje? Aitumie. Mmoja katika wanadamu ambao huwa wapendi sana kuzungumzia paseno mtu ni mimi Kisugu, kwa sababu tunaweza tukasema mpanzo amekosa goli lakini, je, mpanzo akikosa goli simba imefungwa mpanzo kafungwa? Kuna muda lazima tuwakumbushe majukumu ya wachezaji wa Simba. Yuko ndugu yangu mmoja aliongea vizuri, nimempenda sana, nimemsapoti sana katika lile alisema inafika mahala, hizi klipu za mashabiki wa Simba pindi endapo wanapokuwa katika hamasa, basi zichukuliwe zipelekwe kwa wachezaji wa Simba waone namna ambavyo mashabiki wa Simba walivyopambana na timu yao kwenye jua na mvua. Nini wanahitaji mashabiki wa Simba? mahitaji mashabiki wa Simba, wanahitaji furaha kuna muda mwingine unaweza ukamwona shabiki anakwenda kuzungumza maneno makali kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye, waandishi wa habari kiasi kwamba unajiuliza, huyu kwa nini anazungumza maneno ya makali. Kuna muda mwingine sio matakwa yake, tempa imeshapanda ya mchezo kwa sababu tayari ameshapambana ametoa elfu tano yake, amegombana na familia yake ilimkataza sende mpilani, lakini amekuja kuiangalia timu yake, akitarajia mentaliti yake kuona namna ambavyo timu yake inakwenda kupata matokeo. Ikikosa matokeo, huyu mtu kujionea vijana mjini wanavurugwa muda mwingine. Kisugu, nje ya matokeo ambayo mliyapata, kuna shida ambayo baadhi ya mashabiki wamekuwa wakilalamikia, siri za klabu zimekuwa zikivuja. Hilo nadhani boy mwenyewe umeliona, unadhani tatizo liko wapi hasa, na simba imekuwaje mpaka mnafeli siri za klabu zinavuja? Ikiwa kama msimu huu, jezi ya msimu kabla hamjazitambulisha zile zilivuja, na baada ya muda tukaja tukaziona jezi pia ni zile zile. Pia jezi za kimataifa alitoka ali, kabla nyinyi kutangaziwa jezi, akasema jezi za Simba zitakuwa namna hii namna hii namna hii, na zimekuja zile zile. Wazani, shida iko wapi na nani? Kwanza, kwanza, kwanza swala la jezi Simba wahusiane nalo kwa sababu tayari wa wao wameshampa mzabuni, mzabuni yeye ndo anatakiwa kuona namna ambavyo analinda kile ambacho alichopewa na nani na Simba kwa hiyo jambo la jezi kuvuja kutovuja, mimi naamini CEO wa Jerot Mheshimiwa Reguasila anaweza akatoa majibu sahihi. Utaratibu uko hivi, baada ya Simba kukubaliana, maana yake management kukubaliana na management ya Jerot kwamba jezi hii ndio ambayo tutakayotumia, mwisho wa siku jezi ile anaondoka nayo yeye mwenyewe, ndio anakwenda kuandaa mpango kazi, namna ambavyo atakavyokwenda kutangaza hizo jezi. Kwa hiyo unaposema siri ya klabu inavuja jezi ikivuja, husiani na klabu, jezi nahusiana na mzabuni ambaye aliopewa nini hiyo kitenda. Halafu mimi siamini unaponiambia siri za klabu zinavuja, zipi? Anaposti hali huko mitandao, zipi hizo? Ni propaganda ambazo hali anaamua kutega mitego kuondoka na watu anaondoka nao, zipi? Nambie siri za klabu zilizovuja. Sawa jibini na mwanadamu kama mimi zipi? Kuna mda anazungumza kwamba uongozi haupo sawa w, kuna kiongozi kafanya hivi kafanya hivi na, maisha zile anazipata zipi? Shehe au anatengeneza tena? Unapojiana na mimi, usizungumze hisia zako, nipe evidence hizo siri ili niweze kuzitatulia nitoa ufafanuzi. Umeniuliza swala la jezi, nimesema klabu jezi ni swala jambo la nani la mzabuni. Kama jezi zimevuja mzabuni ndo ana haki ya kuweza kuzungumza kulijibu hilo. Okay, Kisugu, turudi kwenye timu zetu ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa msimu huu Tanzania. Tuna timu nne. Mpaka sasa hizi timu ambayo imepoteza matokeo kwa, imepata matokeo ya point tatu ni Young Africans peke yake. Na ndio timu ya kwanza inakwenda kupoteza matokeo anaenda kufungwa na JS Kabila. Yangai... Yes. Na inshallah kwaweza, Mwenyezi Mungu JS Kabila atapata goli tatu kabisa, braza. Yanga akishinda, mimi sina raha. Yanga akishinda, watu wanatamba mjini hapa. Kwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, JS Kabila tatu Mgongo wazi sifuri. Lakini Kisugu, ukipata ukiweza kucheza mechi zako zote za nyumbani una, una, una nafasi ya kufuzu inakuwepo kubwa sana. Nasema hivi. Mm. Sisi kama Simba tunaendelea kupambana kwenye mashindano mm, lakini Mwenyezi Mungu mumba mbingu na ardhi mm, awape nguvu JS Kabylie wakapate matokeo dhidi ya Yanga, na, na nani akija tena? anashinda tena JS Kabiru. Blaza, lefa sio yule tena, ukata magoli anaitwa lefa ambaye anajua tafsiri sheria kumi na saba, na kule. Unafungwa tena Singida Masanza, mwache tu, mdomo umemzidi. Hah, mdomo umetamponza anapigwa tena na Stella Bosch. Masanza. Masanza <laughs> <laughs> <laughs> anatamba msimu. Ndio mwisho wake wa kutamba anagongwa tena Zanzibar na Stella Bosch. <laughs> Yes, <laughs> Uzalendo. Timu ya taifa ndio kuna uzalendo so. Azam vipi? Azam anashinda. Timu yangu Mbagala wala haina mashaka. Chini ya kocha Ibenge. Tunakwenda kupata matokeo dhidi ya Wydad. Nasema tunakwenda kupata matokeo. Nyi Azizi. Azizi tunakwenda kupata matokeo dhidi ya Wydad. Azam wanakwenda kupata matokeo. Ni timu yangu ya Mbagara. Haunaahidi kwenda kusupport. Sasa kwenda kusupport inategemea na mfuko. Sasa, waheshimiwa kama wataweka mambo sawa kinitumia tiketi mimi nakwenda kwa kwa pa support. Hawezi kukuacha. Nakwenda. Mimi nasema hivi. Kwanza niwapongeze sana management ya Azam. Kutoka ndani ya moyo wangu. Wamefanya uwekezaji mkubwa kwenye timu yao, lakini wamefanya uwekezaji wa football kwenye nchi yetu. Leo hii huwezi ukazungumzia mabadiliko ya, ya, ya soka kwenye nchi hii katika swala la uwekezaji bila kuwazungumzia Azam Group. Lakini walichonifurahisha zaidi, baada ya kuwekeza kwenye mpira kwenye nchi, lakini pia wamekwenda kuwekeza kwenye klabu yao kwa muda mrefu. Mimi naamini malengo yao Azam sasa yanakwenda kufanyaje, yanakwenda kukamilika. Muda mrefu watu wanasema kwa nini Azam wafanye vizuri. Azam alikuwa anapanda ngazi hadi ngazi, step by step. Naamini mwaka huu Azam anakwenda robo fainali ya shirikisho barani Afrika. Okay. Azam anakwenda robo fainali ya shirikisho barani Afrika. Japokuwa ya mipango yao tayari imeshakamilika, lakini namna ambavyo ninavyomjua master plan Ibenge ataibeba Azamu kuipeleka robo fainali ya shirikisho barani Afrika. Kwamba kwa, kwa, kwa msimu ya hivi karibuni eh, eh, Azam imefanikiwa sana msimu huu kusajili kosi bora na bench ya ufundi bora. Yes. Kitu ambacho Azam miaka mingi walikuwa wakitafuta waje kipata lakini mwaka huu wamekipata. Moja katika kitu ambacho Azam walikuwa wanatamani kuiona Azam inakwenda kucheza group stage katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Wamesurvive sana hapa kati. Lakini baada ya kwenda kumteua ku kwenda kumchagua kocha bora Ibenge kuja kuisimamia Azam, amepata mafanikio makubwa, wamefika group stage. Na inshallah, wa mimi nawaombea kwa sababu timu yangu ya Mbagara waweze kusogea akacheze robo fainali ya shirikisho bara la Afrika. Sugu, mimi natamani hiyo mechi uhudhurie. wakubwa wanaisikia, mabosi wanaisikia. Hey, inawezekana ni kalamu wewe. Eh, hey, inawezekana ni kalamu wewe. SSB, Salum Saidi Bahresa wakiamua mimi